Na hiyo ndiyo mwanaume wa pekee hapa duniani, mwingine hammiliki uh -uh. Na penzi hata mpanuso kama sekela wanabaraka kila mecha namkamia Tanzania Prisons seke wa jelajela, rudi hapo, rudi hapo, rudi hapo, wanabaraka kila mecha namkamia Tanzania Prisons seke wa jelajela <laughs> uh -huh. yeah, uh -huh. ni sema <laughs> na nampanua anambanika kama barbecue penzi analianika, penzi halianiki, analificha kama pesi za fidi. Na tafsiri anampenda ni kwamba amezama katika bahari ya penzi lake, ametokomea na mroge paka risasi, au ni maji kama chifu kejekitilengwali wasongea uh -oh. na vifyefya havitaki uh -oh. anamtaka huyu mwenye utamu wa skimraisi, hadhi yake basmati, nyama zake zimepangiliwa kwa mafungu meshkat kama moyo wake ni mbabovu Bwana Baraka anamwambia askofu yeye ni mkandarasi hapo karabati. Jamani tupigie makofi. Yes, Beka.